Bila shaka utakuwa umesikia stori nyingi sana kuhusu ndizi ama banana. Uh, mfano ndizi ni natural energy drink. Its 100% true, ndizi ni natural energy drink, hasa ukichanganya na kahawa. Lakini in this particular video tujadili ndizi katika ile major use yake, matumizi makuu kabisa ya kiafya ya ndizi popote duniani na sayansi inavyopendekeza ni kwenye matumizi katika mfumo wa mzunguko wa damu. Kwa nini? Sababu ndizi ina kiwango kubwa sana cha madini joto ya potasha. Potasha ni muhimu sana katika mzunguko wako wa damu na ndizi moja inaweza ikakupa miligramu mia nne hadi mia tano za, za, za, za potasha kwa ndizi ya kawaida tu, lakini zile ndizi kubwa inaweza zikupa zaidi, inaweza ikafika hata miligramu mia sita kwa ndizi moja. Sasa miligramu mia sita kwa ndizi moja sio kubwa sana lakini sio chache sana. Ukiweka ndizi mbili au tatu, manake unafikia zaidi ya elfu moja na mia tano mg ya potassium kwa, kwa, kwa, kwa ndizi tatu. Na ukumbuke mahitaji ya kila siku ya potassium kwa binadamu mwenye afya ni takriban mg elfu tatu. Kwa hivyo ndizi tatu zinakupa nusu ya mahitaji ya kila siku ya potassium. Unaweza ukaona ni kwa namna gani ndizi ilivyo ni moja kati ya vitu muhimu sana kwa afya yako. Sasa tuangalie ndizi tatu kwa siku zinaweza zikakupa faida gani hasa katika mfumo wako wa mzunguko wa damu, hasa kama una matatizo ya uzito mkubwa, una matatizo ya sukari, una matatizo ya moyo, una matatizo ya pressure, na matatizo mengineo ya nguvu za kiume na mengineyo. Ndizi moja inasababisha potassium ndani uh, ya ndizi inasababisha kuregulate electrolyte balance kwa nini? Kwa sababu inasaidia kupunguzwa kwa sodium iliyozidi mwilini. Sodium ikizidi mwilini inasababisha blood volume kuongezeka, kiwango cha damu kuongezeka, kwa hiyo na blood pressure pia inakuwa kubwa. Sasa potassium ikiwepo na ikiwa nyingi inasaidia kuondolewa kwa sodium kwa njia ya mkojo, kwa hiyo inapunguza pressure na inapunguza pia kiwango cha damu, ni ambacho ni kitu muhimu sana kwa afya yako ya mzunguko wa damu lakini pia potassium ina stimulate inasaidia kurelax kwa misuli inayozunguka mishipa ya damu, kwa hivyo inapunguza ile pressure ya damu ndani ya misuli ndani, uh, ya mishipa ya damu sababu ina relax. lakini pia potassium ni muhimu sana katika kuhakikisha mapigo yako ya moyo yanakuwa sawa sawia. Kuna kitu inaitwa arrhythmias ni tatizo la mapigo ya moyo kubadilika badilika kutokuwa na mpangilio sahihi. Kwa sababu tunajua, uh, ndani ya dakika moja unatakiwa uh, moyo wako pia kwa wastani wa mara sabini, zaidi ya hapo ama chini ya hapo, consistently maana yake unaishi ile inaitwa arrhythmias. Kwa hiyo unahitaji sana potassium, unahitaji ndizi, lakini pia inasaidia nerve transmissions, yani ile impulse transmission mawasiliano ya nev pamoja na misuri katika mwili wako yanawezeshwa kwa sehemu kubwa sana na potassium ambayo inapatikana kwa wingi sana kwenye ndizi. Na, ni, na ndizi, matumizi ya ndizi ni very essential kwa watu wenye matatizo ya misuri kukaza na misuri mingine, matatizo mengine ya misuri, mfano kwa wadada, ile periodic cramp, mara nyingi yanasababishwa na muscles contraction. Kwa hiyo matumizi ya ndizi, matumizi ya potassium kipindi cha period anaweza yani kukusaidia sana kupunguza ile heka heka ya yale maumivu na the best way kuipata ni ndizi. Itakupa energy, lakini pia itakupa hiyo relief ya cramps. Sasa unahitaji ndizi tatu hadi nne kwa siku. Ah, lakini unapaswa kuwa makini ndizi, kwa sababu ndizi ina kiwango pia kikubwa cha sukari, kwa hiyo kama una matatizo ya kisukari unapaswa kuapproach hii katika namna tofauti sana inabidi utumie ndizi ambayo ni mbichi. Kwa wale ambao hawana matatizo ya kisukari, basi ndizi mbivu ni bora zaidi. Kama una shida ya kisukari, basi unaweza ukatumia ndizi mbichi, ingawa inakuwa haina kiwango kubwa sana cha potassium kama ilivyo ndizi ya kuiva. So hiyo ni ndizi one of the best, uh, cardiovascular friendly food. Ndizi tatu hadi nne kwa siku zinakupa kiwango cha potassium karibia nusu ama zaidi ya nusu ya potasiamu unaohitaji kila siku ili mfumo wako wa mzunguko wa damu uwe sawa, sawia. Nadhani hautoichukulia tena poa ndizi. Hiyo ni katika mfumo tu wa mzunguko wa damu. Kumbuka ndizi ina kazi nyingi sana mwilini na ina faida nyingi sana, sana. Sasa kwa wale vijana, ndizi ni best energy drink. Kwa wale watu wanaopenda energy drink, basi tumia ndizi ndizi zako tatu chukua na vijiko viwili vya kahawa changanya, weka kwenye maziwa, utakuwa umetengeneza energy drink moja amazing sana. Kila unachokipata kwenye energy drink za viwandani unakipata kwenye hii uh, preparation pia mpaka wakati mwingine sio